ba maongezi yangu ni machache hayazidi mawili. Moja, mimi naumwa na, na nimeonekana nimetanuka moyo, lakini naenda hospitali naambiwa, naingia dirishani naambiwa nichukue elfu tano, mapokezi nalipa mapokezi, naingia kwa dokta ananiandikia dawa ananiambia nenda ukanunue. Umri huu nilionao wa miaka sitini Siwezi kwenda kudanga nipate hela ya kwenda kutibiwa. La msingi, wazee kama wazee sisi, tuna haki tusaidiwe na CCM kwa sababu tumekuwa mpaka tunazeheka, tunategemea matumaini ni CCM. Waswahili wanasema ulimi mtamu huvuta waliye mbali, cheku una tabasamu, unachotaka upewa. Lazima tupewe na CCM. Mimi naumwa, nimevimba miguu, naandikiwa niende kwa dokta, niende kwa Anthony, napeleka nini? Naomba na niulize swali, ulienda hospitali gani? Nilienda hospitali ya wilaya ya wilaya. DMO yuko wapi, wa wilaya Be? wilaya ya wa wa mganga mkuu wilaya yuko wapi? DMO, bibi hoja aliyoitoa umeielewa? Naomba uniambie unaitatuaje? jambo la bibi na amesema anaumwa na anahitaji matibabu. usijali bibi. Mheshimiwa uh, katibu, nafikiri uh, kwenye hospitali yetu ya wilaya tuna kliniki ya magonjwa ya yasiyoambukizwa, mmojawapo ikiwa kama analozungumza bibi kwamba ana shida ya moyo, hayo ni magonjwa ambayo tunasema kwamba yasiyoambukizwa, lakini kutokana na baadhi ya upatikanaji wa dawa ambazo zinakuwa ziko level ya juu, inawezekana kwamba dawa alizokuwa wameandikiwa ziko level nyingine, lakini mara nyingi wanapokuja kwenye kliniki zao wanapata dawa bure. Kwa hiyo hakuna. Inawezekana aliandikiwa dawa lakini iko kiwango cha juu, hata cha juu kiasi kwamba hata sisi wengine inakuwa za specialist, kwa sababu magonjwa ya moyo yana tofauti. Baadhi ya dawa zinapatikana, na kama ni dawa ambayo iko juu yu ya uwezo wetu mara nyingi tunawalifaa kwenye hospitali ya mkoa. Sasa niombe niseme tu jambo moja, kana bibi pale pembeni amemtaja daktari Anthony aliyemtibu, amuulize dawa hizo ni dawa gani, ili jambo tumalizane nalo hapa. La pili, miguu imevimba, anahitaji tiba gani? Pia mtaniambia ili bibi aweze kutibiwa. Sawa? Sawa, haya, Mungu akubariki, asante ndugu mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa majina naitwa Saidi Ali Rashidi, mkazi wa kijiji cha Kitete, kata ya Itumbu. Mheshimiwa, mimi kero yangu, nilifanyishwa kazi kata kata ya Itundu pale shuleni, nilichimba mashimo matatu ya vyoo, sijalipwa mpaka leo hii. unadai shilingi ngapi? Nadai laki tatu na tisini hivi. hujawahi kutoa kero? Mimi nikiwa mkuu wa wilaya nilishawahi kutoa kero hiyo, lakini haijasikilizwa mpaka leo hii. Da, viongozi tuchange laki tatu mara moja hapo, apewe hapa, anzia pale, wote watatoa hiyo pesa, mpe mama hapo naenda pale tu atakupokea pale kaka, kule usimamie hilo jambo hilo liishe, uchukua okay. Mzigo wako huyu hapa fundi, nimeambia ni laki tatu sijui na ngapi na tisini. Sasa hii ni laki tatu na kidogo, elfu tisini nakupa mimi, hesabia unirudishie, hesabu urudishe elfu tisini, chap chapchap, mpe mama pale. Kwa majina naitwa Zubeda Mbaruku Ali. Kero yangu mimi, mheshimiwa, nataka unisaidie kuhusu mwanangu. Nina binti yangu wa umri wa miaka wa kumi na mbili alikuwa anasomea Uvinza, ni bubu na ni kiziwi asiyesikia. Nimemleta hapo shule extended, maendeleo yake maendeleo yake yako vizuri, lakini nimeshindwa kumwendeleza. Walimu ananiambia mwanao yuko vizuri, lakini hatumuelewi kwa sababu haelewi alama za vidole. Kwa hiyo mimi uwezo wa kusema Nipate pesa kumwendeleza mwanangu. Unataka usaidiwe nini mama? Mimi nilihitaji nisaidie mwanangu aende mbele akasome. Aende wapi? Tabora. Tabora. Mm. Ipo shule ya watu wenye mahitaji maalum. Ndio. Okay. Haya, hapa afisa elimu wapi? Sekondari, msingi? Shule ya msingi. Afisa elimu msingi. Jambo la mama linawezekana au haliwezekani? Chukua maiki. Ehe. Mheshimiwa linawezekana. Haya, kesho umpeleke hapo Tabora mkajue taratibu. Kama kuna gharama mtuambie. Waalaikum salam. Habari za masiku? Salama mambo? Poa. Uko vizuri? Namshukuru Mungu. Niambie mamangu. Kwa jina naitwa Adija Aluna. Ndio mimi naishi uwanja wa Milambo majumba ya serikali, nawashukuru serikali ambayo ya CCM imenipa sehemu najihifadhi mimi na watoto wangu. Nina watoto wanne wawili wako form 4, mmoja yuko darasa la tano na mwingine yuko chuo. Nawashukuru sana uongozi wa CCM kwa kunipambania mpaka nimefikia hapa. Lengo nilioshika maiki hii, mimi ni mpambanaji ila uwezo wa kujiwezesha sina. Nilikuwa naomba kwako, mheshimiwa, nipate mtaji wa kujishughulisha na watoto wangu. Wacha wewe. Kwa mtaji shingapi upate? Mimi hamna skipa, mtaji wa utakachojaliwa. Wewe una biashara gani? Nachonanga makanyagio ya mlangoni. Aa, yale ya mlangoni. Kwa mtaji wake kama shingapi? We niambie. Nataka nibadilishe biashara, hiyo inachosha. Unataka ufanye biashara gani? Hata nipate meza sokoni niwe nauza. A biashara Afsa, biashara mama anataka meza sokoni, hakikisha anapata. Sawa. E, na mimi nitamchangia milioni moja ya mtaji leo kwa kuwa ameniomba kwao, nitampa. Sawa Kadege, naomba apewe mama sasa hivi aondoke hapa. Afsa Biashara, uzingatie hiyo, maana nitampe mwenyewe hapo.